Okay, okay, tunaendelea na tutorial yetu. Sasa huyu ni supplier ambaye tayari nimeshaongea naye kuhusu mzigo huu, mzigo wa kwa ni mzigo wa jiko hili. Nimeshazungumza naye mbalo jiko hili ni ilikuwa ni shilingi elfu kumi na tatu e, mia sita hamsini na mbili kwa pisi kumi na mbili. Shaongea naye jiko zuri kabisa, ili ni jiko la multifunction electric stove, ili inatumia umeme lijiko jiko umeme jambaro kabisa. Sasa nimeshaongea naye hapa. Kwa hiyo kwa nini ongea naye? Akawa ameniomba niweze kumtumia agent wangu. Akaniambia could you send me your shipping agent address? Maana yake mimi sitaki kutumia wasafirishaji wao wenyewe Alibaba alionao. Nataka nimtumie msafirishaji ambaye mimi namjua, mimi namtumia Silent Ocean. Kwa nini namtumia address mbili? Kuna hiyo address ya kwanza ni yu huyu huyo Silent Ocean yupo mtaa ambao unaitwa Semba naitwa Yiu, umeona, alafu kuna warehouse yake address ipo imeandikwa kichina hapo, kwa hiyo mwenye mchina ataelewa, na namba zao za simu hizi hapa, hizo za ambao jamaa watapokea mzigo. Kuna saadi hapa sana wina, ni jamaa wa Silent Ocean ambao wapo hapo China katika hii eneo wanapoita hii, nimemtumia hiyo nimemtumia yani mbili ili yeye achague, na nyingine address nyingine ni Foshan, nyingine au Silent Ocean wapo wanaitwa Foshan. Kwa nika nimemtumia zote mbili na namba zao zipo eh, namba zao za simu za China pale pale hizo hapo. Hata wewe mwenyewe unaweza kuzichukua hizo namba ukawasiliana kama mimi hapo. Mimi nitachukua hizo namba ni niwasiliane nao hawa hawa jamaa, ili niweze kujua wa mzigo wangu eh, mzigo wangu CBM yake alionitajia huyu ni shingapi ko nilimuuliza maswali. Nilimuuliza maswali yangu haya hapa, la kwanza nilimuuliza umene CBM for piece kumi na mbili. Alafu tena nikamuuliza swala la trade assurance, akanijibu yes. CBM akanitajia ni zero. Hapa CBM nitajia ni zero pointi ngapi? pointi moja si... ni pointi moja hii, unatakiwa uje umuulize msafirishaji, kwa mzigo wangu una CBM zero pointi moja gharama yake ni shilingi ngapi, nisafirishe kwa meli, kwa kutumia meli yenu gharama yake ni shilingi ngapi? Atakuuliza mzigo wako una CBM ngapi? ni zero pointi moja, gharama yake mzigo, piga mahesabu yake. kwa hiyo akishakwambia kwambia hivyo usabuyu msafirishaji yeye atakupa bei ya hii mzigo kwa wewe. Sasa utapiga mahesabu yako, utaona kwa mzigo huu utanilipa. Kwa hiyo nikamwambia hivyo, akaniambia basi nitumie, akanitumia, akanitajia CBM, akaniambia nitumie na shipping address ya agent wangu. Kwa hiyo nikamtumia hizo hizo mbili. Kwa hiyo sasa yeye alivyomwona yule agent wangu akanitajia bei hapa. Shipping fee hii sio kama anani shipping fee. Kwa hiyo ndo anani ya hivi inaitwa ni shipping ni hataje kiaita shipping fee kwake yeye sio mbaya, lakini hii ni cost ambayo ya kutoka pale ambapo yeye ofisini kwake alipo mpaka kumpelekea huyo agenti wako. Kwa hiyo unalipia wewe mwenyewe, kwa kanitajia ni shilingi dola 7.5 kwa dola 7.5 sasa, na shilingi elfu kumi na tisa hivi elfu kumi na tisa mia tano mara, okay, katika, katika baadaye ananipigia sasa mahesabu. Sasa mahesabu toto pisi kumi na mbili, pisi kumi na mbili dola nne pointi tatu elfu kumi na tatu utaizichukua elfu kumi na tatu juu unaona, elfu kumi na tatu 6.5 sita yameandika katika dola, utaizidisha mara kumi na mbili ili upate bei zote za za ina ni, alafu anakuja anajumlisha na hii dola 7.5 ambayo dola 7.5 ndio ile gharama ya kutoka pale alipo mpaka kumpelekea yule wakala, anapata dola 60. Sasa hii dola 60.06 hii ndio gharama yako alisi sasa ya mzigo wako mpaka Silent Ocean, na kwa amepokea amepokea msafirishaji wako. Kwa hiyo, kwa hiyo sasa wewe ili uweze kupata gharama halisi tena ya mzigo wako mpaka kukifikia hapa, kujua mzigo wako kuwa utakuwa umenunua shilingi ngapi, utabidi uchukue, utabidi ile, utabidi supplier wako yule akwambie ule msafirishaji wako akupe naye gharama ya mzigo anapokuwa amekusafirishia kutoka kutoka kutoka nani kutoka pale China mpaka hapa Dar es Salaam, Akupiga alama zake. Kwa hiyo gharama zake ikikupa nazo, utajumlisha na hii gharama hii ambayo huyu jamaa amekupa ya kukutolea mzigo kutoka kwake mpaka kuipeleka katika ofisi ya msafirishaji wao. Kwa hiyo utapata bei halisi ya mzigo huu kwa kumbe mzigo huu unalifika mpaka hapa Dar es Salaam. Ukishafika mpaka hapa Dar es Salaam, utagawa bei utakayoipata, total amount utaigawanya mara pisi kumi na mbili, ndio utaona kwa kumbe kila pisi nitakuwa nimenunua shilingi za ngapi. Kwa hiyo utafanya maamuzi kwa ni ni ni sahihi, naweza acha nichukue nichukue huo mzigo sawa. Kwa hiyo nikamwambia sawa, nikamwambia naomba sasa mtumie, okay, can you give me trade assurance link. Hii sasa trade assurance link, naitaka link yeye, yeah, anitengenezea malipo mimi, kwa sababu nilimuuliza tokea mara kwanza, trade assurance anatumia trade assurance, kama nilikosema tokea mara kwanza ni mfumo wa kulipia wa kumlipa au supplier, lakini haumpi yeye, yeye anaipa Alibaba. Kwa lazima muombe, usimwombe kadi zake anasikupe. Yes, kabisa. Unaona, anaweza kukupa namba zake za benki, huyo ni muuni, anataka kukupiga za uso, usifanye hiyo biashara uh -huh. kwa naye akanambia could you send me your tracking number, akaandaka ili aweze kunitumia sasa. Hii nani oda ya malipo lazima nimpe hizi details za mzigo wangu atakavyoweza kuandika. Kwa nini, kama details zangu na majina yangu ni Godwin Adam, alafu my phone number ni hapo. Nchi yangu mzigo unatakiwa kuja ni Tanzania. Kwa hiyo hizi details aziandika katika huo mzigo, na zinamsaidia kuandika katika hii, kutengeneza trade assurance link kwa ni mteja ni huyu. Kwa sasa tayari ameshanitumia hapa link, ndio link ya malipo. Kwa sasa mimi naenda kubonyeza make payment hapa, na kubonyeza make payment, inakuja hapa, inanambia waiting for payment. Kuna mzigo unaanza umeoda hapo, uta, utakuwa ulipe. Ukishalipa mzigo dispatch, utaenda kukasa kwa ajili ya kuweza kusubiri uanze uweze kunani kuondoka. Baadaye utakuwa katika process ya deliver, baadaye utabaki process ya review review, maanake tabaki process ya kureview Kurivyo kwa ajili ya kupata mzigo, ukishapata mzigo ndio utakuja kurivyo kwa hapa. Sasa tunakuja kwenye kumeli, tunabonyeza make appointment. Sasa hapa kuna cancel order, unaweza ukacancel order, ukakataa usifanye malipo hapa. Unaweza ukarequest hii request modification hii hii kwa ajili ya unataka labda, labda umwangalie payment baada ya kufanya maamuzi, kwa hapana, nataka labda pieces zisiwe kumi na mbili, pieces ziwe labda ishirini, ziwe ishirini. Hapa unaenda kulipa kubadilisha yani, kubadilisha mfumo, sababu yeye amekupigia mahesabu ya pisi 12 unaona. Kwa hiyo zi, zile detail zile ndio hizi hapa, ameshakupa namba ya mzigo wako ni wapo kwa hizi, zinawamsaidia supplier wako yule msafirishaji. Kuna nini? Kuna noti hapa, ndio unaona. Kwa hizi ni pisi 12 dola 4 hapo, afikia chini kuna kuja kuona total amount. Sasa lazima ufike mpaka chini usome kama kule ilivyosoma na huku inasoma hivyo da summary kwa item subtotal item yenyewe kama yenyewe ni dola 52.56, hizi ni zopis 12 ambazo zamezidisha kwa dola 4 ile pointi 98 mara 12, alafu kuna shipping fee. Unaona bwana, kuna hiyo unajua shipping fee kwa hivi ni vitu ambavyo ni vya muhimu. Kwa hiyo angalia hapo, unaona kuna hiyo una shipping fee, naona shipping fee ndio hapo ndio dola ndo dola hapa dola 7.5 kwa hiyo hii subtotal hii hii hii subtotal ni ni hii subtotal ndio ile bei hapa ambayo amechukua hii amechukua amechukua dola 4.838 kazidisha mara piece 12 ndio anakuja kupata kiwango hiki hapa hichi cha cha fedha. Kwa anakuja anajumlisha, anakuja kujumlisha mtu siku, ndio anapata toto hii hapa amount dola 60.06, kwa kutokana na shipping fee, kwa shipping fee gharama kutoka pale kwenye mzipale pale alipo mpaka kupeleka kwa huyu nani, kumpelekea huyu kumpelekea huyu msafirishaji wako. Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hapo inakuwa ni inakuwa ni vitu vya namna hiyo. Unaona, bwana. Kwa hiyo vitu vingine huku havina maana, hapo ni order number, order submitted. Kwa sasa unakuja make payment, unaweza kubonyeza hapa make payment au ukashuka chini mpaka huku ukabonyeza make payment. Kwa hiyo tunalipa au tubonyeze kule juu tunalipa. Mhm tukijapa kwenye malipo inatuambia kabisa, kwa payment method, njia za kulipa, kuna kuna kutumia katika njia hizi za malipo kuna kutumia unaweza ukatumia PayPal, unakutumia kuna namba moja hiyo, kuna mobile money, unaweza ukataka kutumia labda nanii, unaweza ukataka kutumia unaweza kutaka kutumia labda hii e, ad card maana yake hizi kadi zetu hizi visa kadi kadi za benki hizi umeona eh ambazo nazo tunaona na utaratibu wake. Alafu kuna mobile money. Sasa hizi ni mitandao mobile money labda Voda Airtel, unaona wao wana accept Airtel wana accept na Voda wana accept Tigo, hapo unaonekana hamna mitandao miwili tu, unaweza kukubali ukatumia zile sisi vi namba za nani zile zile anakuwa anakubali. Nafikiri kuna kitu kinaitwa PayPal. PayPal ni app nayo ambayo una inatumika sana kwenye malipo. Unaweza kai connect kwenye kadi yako kaweka fedha au uko na kusaidia hiyo app kuweza kulipia vitu vya online. Na kuna nyingine ni wire transfer na wenye huduma malipo, lakini sisi kwetu hapa tutacheza tu na utacheza na vitu viwili. Kuna kama utakuwa na kadi ya benki basi utabonyeza utabonyeza hii namba moja kama utakuwa na utakuwa na kadi ya benki, tutaenda kwenye namba moja. Wanake tutachagua namba, kama utakuwa unataka kulipia nani, Airtel. Maana unaona hapa kuna Airtel na Vodacom wao wana accept kwa, kama ni Vodacom, unaingia hapa unaiandika namba yako hapa ya nani ya hiyo Vodacom, let's say saba eh, nne nne saba Um, mia hamsini um, mia themanini naona bwana, ukiingiza um, hii namba unakuja, um, unasema um, pay. Kama inakuja hapa ni laki like moja, unasema um, check payment status please follow the payment instruction instructions text message you receive and then come back to confirm, kwa unakuja kucheck check payment status kuja kuangalia kama umelipa au hujalipa, unakuja payment status, unakuja tuna link hapa kuangalia kama umelipa au hatujalipa. Kwa payment process do not, kwa payment, process, do not make duplicated payment if you have completed it. You could check the payment result from the order status page later. Order number ni hiyo, payment time ni hiyo, kiasi ni hicho. Unaona hiyo inasema already paid. Kwa hiyo unaniambia. Nimeonyesha hapo tayari, nimesha ipa. Ninaona kama kutakuwa kuna kuna kuna makosa kidogo hapo, hiyo payment record, payment record, payment amna, kuna kitu ambacho nimelipa, ile ile ya kubali ile, sababu ile line yangu ile ya Voda niloweka ile ina error wanaanza wanakuja kufungua wanajaribu. Kwa hiyo narudi timerudisha tena kwenye payment, narudia tuendelee kupay. Atujia nani atujalipa. Kwa hiyo mobile number nafikiri hiyo umeelewa. Kwa hiyo unakuja kwenye card, kwenye kadi unachagua hiyo namba moja unaacha na kuchagua unagonga hiyo namba moja. Kwa kwenye kadi hapa inakuja inakwambia uandike card number. Card number sasa, kwenye kadi ile kadi yoyote ya benki, nyuma yake kuna gonga kuna card number. Yaani, kwenye card number ile kadi ya benki utaiandika hapo, namba ngapi zile ee, namba na zinakuaga kama eh uaga nyingi nyingi, let me show you namba za kuaga nyingi nyingi, uh, nyingi nyingi, sawa ko utaziandika zile card number. Utakuja expire, expire date namba zile zinakuwa zime sehemu inakuwa imeandikwa expire ile, utaandika expire number. Kuna sehemu imeandikwa CVV kwenye kadi yako ile, na sehemu imeandikwa CVV, hizo utazijaza hapo, utazijaza kwa. Ukishazijaza hizo hapo, unakuja unasema pay now, mzigo unakatwa kwenye namba na line yako, unakuwa umeenda huko unakuwa tayari umesha lipa. Hizi ndio process za kufanya na kufanya malipo, process za kuweza kufanya na kufanya malipo. Kwa hiyo vitu alafu tena na kuna kingine kinakuwa kimejiongeza hapa, usijua kaja kushangaa. Kuna item subtotal tulipata dola 60.06, alafu kuna payment process fee hii katika laini yako hiyo ambayo tukoka umeweka hela, weke hela. Yani ukishaona totoni kama dola 60, una gharama zile za makato za katika za huduma ya benki unayotumia. So hapa kuna kitu hapa kimejitokeza kuonyesha lakitu mara kwanza bei tulikuwa tumepata hii, sio kashangaa, ukasema hii ndio imenyeleshwa, kwa sababu shaki kunitokea, nikaona nikasema mbona dola mimi nimepiga hesabu dola 60.06, alafu tena na kuje kuna hichi kiasi kingine hichi kimeongezeka. Hii payment process fee hii, dola dola 1.70, imetokea wapi? Hii ni kiasi cha fedha ambacho cha makato sahibi. Kwa sasa hivi sasa toto yako amount ambayo ndio tembea nayo kichwani ya kupiga mahesabu ni hii hapa ni dola 61.86. Hii ndio sasa ndio total amount kajia, unani, kwa hiyo kaja kuna nini kwenye kadi yako kaeka hela vile vile sawa sawa na vile ulivyopiga mahesabu, au ongeza kidogo dola moja. Hiyo ni kama shilingi elfu mbili, kama shilingi 2000 kama yu, 3000 hivi unaweza kaiweka kwa ajili ya makato ya wakati unalipa, unalipa, unalipa unafanya huduma ya malipo katika nani. Kwa hiyo hapo unakuwa tayari umeshaweza kulipia. Kwa swala maswala ya kulipia unakuwa tayari umeshakuwa fundi wa malipo. Unaweza ukalipa hapo vizuri tu. Kwa swala la kadi, kadi zile kadi nafikiri nishawahi nishawahi kuelekeza kuhusu kadi. Kadi ziko tofauti tofauti. Kadi zipo tofauti tofauti.